Mpenzi mtazamaji wa Future Media TZ, nikukaribisha katika kipindi cha habari magazetini kwa leo, ni siku ya Jumatano ya tarehe kumi Disemba mwaka 2025. Nikukaribisha katika kipindi cha habari magazetini, nikujiri kipi kilichoandikwa kupitia magazeti kwa siku hii ya leo, ila mpenzi mtazamaji niku ni kukumbushe usiache kusubscribe, kushare pamoja na kucomment pindi tu unapopata habari kupitia hii channel yetu. Langu jina ni Asha Saidi, tende moja kwa moja nikusomee habari zilizoandikwa kupitia magazeti kwa siku hii ya leo. Moja kwa moja tulianze, gazeti la Mwananchi Tanzania, kuna habari hapa inasema, mazungumzo ya Samia Marekani yaibua hoja ya masilahi ya taifa. Hilo ni gazeti la Mwananchi, hiyo ndio habari inayosema kupitia huu uso wa gazeti hili kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari pia inasema siku ya uhuru, shughuli za simama biashara, shughuli nyingine za umma zafungwa, wananchi wakisalia majumbani, ukimya mitaani, watawala, ulinzi waimarishwa, wasio na vitambulisho warejeshwa watokako. Hiyo ni habari pia kupitia gazeti hili la Mwananchi kwa siku hii ya leo. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari pia inasema Chadema ilivyopitishwa kwenye tanuri la moto. Chadema ilivyopitishwa kwenye tanuri la moto. Habari kamili kupitia ukurasa wa 10. Tukiachilia habari, kuna habari hapa inasema hasira za Kamchape zilivyosababisha mauaji Kigoma. Pata habari kamili kutoka ukurasa wanne wa gazeti hili la Mwananchi. Tukiachilia habari hizo, kuna habari hapa inasema sababu nchi za Afrika Magharibi kutawaliwa na mapinduzi. Anasema sababu za nchi za Afrika Magharibi kutawaliwa na mapinduzi, pata habari kamili kutoka kurasa wa kumi na tatu. Hilo ni gazeti la Mwananchi Tanzania kupitia siku hii ya leo. Nikiachilia gazeti hilo, moja kwa moja nende kulishika gazeti la Majira ni gazeti huru la kila siku. Wacha tuzisome habari zilizojiri kwa siku hii ya leo. Katika huu uso wa gazeti hili la Majira kuna habari ambayo inasema athari za maandamano holela kiusa, kiusalama, kiafya. Anasema athari za maandamano holela kiusalama kiafya. Pata habari kamili kutoka kurasa wa kumi na wa kumi na moja. Hiyo ni habari kupitia huso wa gazeti hili kwa siku ya leo. Pia kuna habari pia inasema Simba Chawene awashukuru wa Tanzania kutunza amani. Pata habari kamili kutoka kurasa wa tatu. pia kuna habari pia inasema serikali yaweka kipaumbele kuhuisha majengo kupanga miji. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili tukiachilia habari hizo kuna habari hapa inasema Zelensky, hatuwezi kamwe kuiachia Urusi ardhi yetu. Wanasema Zelensky, hatuwezi kamwe kuiachia Urusi ardhi yetu. Pata habari kamili kutoka kurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira kwa siku hii ya leo. Tukiachilia habari hizo kuna habari hapa inasema nchi ya tulia tuli ni kuhusu aliyoitwa ni maandamano Pele Polisi wafunguka, wakanusha upotoshaji mitandaoni, wathibitisha usalama wa nchi kuwa shwari kila kona nchini. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili la majira. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari hapa inasema Coca-Cola kwanza yaadhimisha miaka 30 ya, ya ukuaji wake Tanzania. Hiyo ni Coca-Cola ambayo inaadhimisha miaka 30 ya ukuaji wake hapa kwetu Tanzania. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari hapa inasema MSD yashiriki kongamano la UVIDA mwaka 2025. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili ambalo inaendelea kuzisoma habari zilizoandikwa katika huuso wa gazeti. Tukihitimisha habari nyingine hapo inasema Rais Samia atoa msamaha kwa wafungwa nchini. Rais Samia atoa msamaha kwa wafunga, kwa wafungwa nchini. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 4 hizo ndizo habari zilizoandikwa kupitia gazeti la Majira kwa siku hii ya leo. Tukiliweka chini gazeti hili, wacha moja kwa moja nilishike gazeti la Wamachinga, ni gazeti la sauti ya wanyonge. Tuanze kuzisoma habari kwa siku hii ya leo zilizoandikwa. Pana habari panasema, Dr. Rais Dr. Samia asamehe wafungwa elfu moja na thelathini na sita. Huo ni msamaha wa Rais Dr. Samia kwa, anasamehe wafungwa elfu moja na thelathini na sita. Pia kuna habari hapa inasema Profesa Kitila atangaza vipaumbele vipya uwekezaji nchini, fursa kwa vijana. Apate habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la wamachinga kwa siku hii ya leo. Tukiachilia habari hizo, nisome habari hapa inasema, hali shwari da Mbeya, Dodoma, Mwanza na Arusha, sherehe za uhuru zamalizika kwa utulivu. Waziri Simbachawene awashukuru Watanzania kutunza amani. Jeshi la Polisi latoa taarifa ya utulivu. Waandamanaji watii agizo la kukaa nyumbani, waliokwenda kazini watambuliwa na vitambulisho. Leo shughuli za ujenzi wa taifa za rejea kama kawaida. Pata habari kamili kutoka ukurasa watatu wa gazeti hili la Wamachinga. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari hapa inasema bilioni sita nukta saba kutibu wagonjwa wasio na uwezo matibabu ya kibingwa. Pata habari kamili kupitia ukurasa watatu wa gazeti hili. Tukiliweka pembeni, gazeti la wamachinga ni gazeti la la sauti la ya wanyonge moja kwa moja, nilishike gazeti la Zanzibar Leo ni gazeti kwa ukweli na uwazi. Wacha nizisome habari zilizoandikwa katika huu uso wa gazeti kwa siku hii ya leo kuna habari hapa inasema bei ya mafuta ya diesel, petroli ya shuka. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Rais Samia asamehe wafungwa elfu moja na thelathini na sita. Huo ni msamaha wa Rais Samia ambaye ni rais wa Tanzania kuwa na wasamehe wafungwa elfu moja na thalathini na sita ishirini na mbili waachiliwa huru, elfu moja na kumi na nne kupunguziwa adhabu. Kati ya hao 22 waachiliwa huru na elfu moja na kumi na nne wafungwa wapunguziwa adhabu. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa wa gazeti hili. Je, kuna habari hapa inasema Utara apishwa kuiongoza tena Ivory Coast. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema serikali kutumia dola 400 ufukiaji bahari. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Tukiachilia habari hizo katika uso wa gazeti la Zanzibar Leo, nisome habari hapa inasema chuo cha uvuvi kujengwa Shumba mjini. Chuo cha uvuvi kujengwa Shumba mjini. Hiyo ni habari kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Wacha nihitimisha habari hapa inasema hali ni shwari. DCP Misime anasema hali ni shuwari. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa pili. Nikuwa nimezimaliza habari zilizoandikwa kupitia gazeti la Zanzibar leo, niliweke pembeni, nilishike gazeti la Jamvi la habari gazeti la Jamvi la Habari, kuna habari hapa zimeandikwa, wacha nizisome katika uso wa gazeti kwa siku hii ya leo. Anasema genzi wagoma kutumika, wakwepa shinikizo la mwanaharakati, viongozi CHADEMA waliotaka waandamane nchini kufanya vurugu, wakubaliana na wito wa serikali kupuuza vurugu. Utulivu watawala maadhimisho ya uhuru salama, za nchi kwanza, mengine baadaye za tawala mitandaoni. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema, serikali yasisitiza amani, wananchi waitikia, waitikia. Serikali yasisitiza amani, wananchi waitikia. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Niendelee moja kwa moja kusoma habari hapa zilizoandikwa katika huso wa gazeti. Kuna habari hapa inasema mambo Bam bam bam. Tanzania na Marekani wafungua milango ya uwekezaji mnono no. Tanzania na Marekani wafungua milango ya uwekezaji mnono no. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tano wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Pia kuna habari hapa kuhusu graphite apingwa, inasema mpotoshaji afuta posti. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili wacha nisome, na ni habari hapa inasema nchi kwanza mengine baadaye, nchi kwanza mengine baadaye. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa nne. Hizi ndizo habari zilizoandikwa kupitia uso huu wa gazeti la Jamvi la Habari. Wacha niliweke pembeni, moja kwa moja nilishike gazeti la Mwanahabari, ni gazeti bora. Wacha nizisome habari zilizoandikwa ama zilizojiri kupitia gazeti hili la Mwanahabari. Kuna habari hapa inasema watumishi NCAA watakiwa kufanya kazi kwa bidii kuenzi miaka 64 ya uhuru. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema serikali yataja vipaumbele vikuu sekta ya uwekezaji kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Serikali yataja vipaumbele vikuu sekta ya uwekezaji kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwanahabari. Tuendelee moja kwa moja kuzisoma habari hapa zilizoandikwa katika uso wa gazeti. Inasema miaka 64 ya uhuru. Rais Dr. Samia atoa msamaha kwa wafungwa 1136. 20 kati yao waachiwa huru jana huku 1114 wakipunguziwa adhabu zao na kuendelea kubaki magerezani kutumikia sehemu ya vifungo vilivyobaki. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwanahabari. Naendelea moja kwa moja kuzisoma habari zilizojiri katika huu ukurasa wa gazeti la Mwanahabari. Kuna habari hapa inasema, hali ya utulivu yatawala siku ya uhuru, yamalizika kwa amani ni katika mitaa mbalimbali Da, Mbeya, Dodoma, Mwanza, Arusha na maeneo mengine nchini. Jeshi la Polisi latoa wito kwa wananchi kuendelea kuzingatia kanuni za kiusalama. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hili la mwanahabari Pesa mtazamaji hizo ndio habari zilizoandikwa kupitia huu uso wa gazeti la mwanahabari Nende moja kwa moja nilishike gazeti la darasa huru nilisome habari zilizojiri kupitia hili gazeti ni, ni gazeti la dira ya maendeleo na bara panasema rais atoa msamaha kwa wafungwa 1036 pia naendelea kuzisoma habari panasema utulivu kila kona nchini, wananchi da Arusha, Mwanza, Dodoma, wasifu mwitikio wa amani kutawala. Dodoma, watu wameitikia wito wa kutoka majumbani, barabara hazina watu kabisa, ni maafisa usalama pekee wanaonekana, alinukuliwa mwandishi wetu. Niendelee moja kwa moja kuzisoma habari zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili la Darasa Huru. Kuna habari hapa inasema, Rais alielekeza kuwa katika siku hiyo ni wafanyakazi wenye majukumu maalumu pekee watakaoruhusiwa kwenda kazini kwa kufuata taratibu na miongozo ya kiusalama. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Darasa Huru. Pia kuna habari hapa inasema, polisi: nchi iko shwari, yaonya wanaotuma video za zamani kuzua taharuki. Ilo ni jeshi la polisi, ndivyo linavyosema. Nikiliachilia gazeti hilo la darasa huru, ninde moja kwa moja nikakusomee magazeti ambayo yalioandika habari za michezo kwa siku hii ya leo. wacha nende moja kwa moja nikusomee habari za michezo kupitia magazeti kwa siku hii ya leo, tulikuwa nayo hapa. Nianze na gazeti la Mwana Sport, anasema kata kiu yako ya michezo na burudani. Kuna habari hapa, anasema kipigo cha Azam FC cha Mganda Matola. Anasema kipigo cha Azam FC, cha Mganda Matola. Hiyo ni habari, inapatikana katika gazeti hili la Mwana Sport kwa siku hii ya leo. Pia kuna habari hapa inasema kocha mpya kuamua kocha mpya kuamua. Tukiachilia habari, kuna kuna habari panasima Mreno amwamsha Mosa Bala Conte, Mreno amwamsha Mosa Bala Conte. Pacome Dombia wapewa siku saba. Pacome Dombia wapewa siku saba. Pia kuna habari panasima simulizi ya Ndemla yenye utamu, maumivu. Pata habari kamili kupitia ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti hili la Mwanaspoti. Nikiliachilia gazeti la Mwanaspoti, wacha moja kwa moja nilishika gazeti la Majira la michezo na burudani. Kuna habari hapa inasema Gamondi ataja kikosi cha Taifa Stars. Gamondi ataja kikosi cha Taifa Stars. Na wachezaji 28 wa Afcon, Mudathir Yahya out. Anasema na wachezaji 28 wa Afcon, Mudathir Yahya out. Nikiachilia habari hiyo katika ile gazeti la Majira kupitia uwanja wa michezo. Nisome habari hapa inasema Tanzania yatwa ubingwa wa ASFC. Tanzania yatwa ubingwa wa ASFC. Hizo ni habari za michezo kupitia hili gazeti la Majira. Nilieke pembeni, nilikamata mkononi gazeti la wamachinga spoti. Niku, nikuambie ni habari gani za kimichezo zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili la wamachinga spoti. Kuna habari hapa inasema Yao atishia nafasi za Boyeli Conte. Yao atishia nafasi ya Boyeli Conte. Pia kuna habari hapa inasema kocha Muya tutarejea tukiwa imara Januari. Huyo ni kocha Muya anasema tutarejea tukiwa imara Januari. Pia kuna habari hapa inasema CAF yatoa msimamo vikosi Afcon. CAF yatoa msimamo vikosi Afcon. Tukiachilia habari hiyo katika ile gazeti la Wamachinga Sport, ni kusomea habari hapa inasema Chemel Malone aongezwa kikosi cha Kameroni aongezwa kikosi cha Kameroni. Hizo ilikuwa ni habari za kimichezo kupitia li gazeti, Sport. Ni ni mwenye mwenye, ni gazeti la Machinga nileke pembeni, moja kwa moja nilishike gazeti la Zanzibar leo michezo, nikuambie ni habari gani zilizoandikwa ama nikusomea habari gani zilizoandikwa kupitia gazeti hili kwa siku hii ya leo katika uwanja wa michezo. Nasipana, barapa, nasema uteuzi Taifa Stars wawaibua wadau Zanzibar, nasema uteuzi Taifa Stars wawaibua wa wadau Zanzibar. Hiyo ni habari kupitia li gazeti la Zanzibar leo katika uwanja wa michezo. Pia kuna habari hapa inasema kombe la muungano netiboli kuanza Disemba 12 Zanzibar. Kombe la muungano netiboli kuanza Disemba 12 Zanzibar. Pia kuna habari hapa inasema Fufuni yaiweka pabaya KMKM. Fufuni yaiweka pabaya KMKM. Hizo ni habari za michezo kupitia gazeti hili la Zanzibar leo kwa siku hii. Kwa siku hii ya leo, niliweke pembeni moja kwa moja, nilishike gazeti la mwanahabari michezo, nikusomee habari zilizoandikwa katika huo uso wa gazeti. Na habari hapa nasema CAF yatoa utaratibu vikosi AFCON. CAF yatoa utaratibu vikosi AFCON. Nikiachilia habari hapo, kuna habari hapa anasema Nkane aingia katika hesabu ya TRA United. Nkame aingia katika hesabu ya TRA United. Pia kuna habari hapa inasema Hoa kumfuata Fadluraja. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari hapa inasema Yanga yamaliza mwaka haijafungwa. Yanga yamaliza mwaka haijafungwa. Hizo ni habari kupitia hili gazeti la Mwanahabari katika uwanja wa michezo. Niliweke pembeni moja kwa moja nilikamata ile gazeti la Taifa Tanzania Michezo. Kuna habari hapa inasema zote Stars yaanza mazoezi Misri, Stars yaanza mazoezi Misri. Hizo ni habari za michezo kupitia hili gazeti la Taifa Tanzania n. Moja kwa moja nizisome habari hapa ya zilizoandikwa katika huu uso wa gazeti la Tanzania michezo. Una habari panasema Al-Hilal yaandaa ofa ya Mo Salah, Al-Hilal yaandaa ofa ya Mo Salahi pia kuna habari hapa inasema mataifa gani kubeba kubeba kombe la dunia 2026 nauliza, mataifa gani kubeba kombe la dunia mwaka 2026 nikiachilia, habari kuna habari hapa inasema Tanzania Yangara, ya 15 1 ya yata ASFC. Hizo ni habari za michezo kupitia ile gazeti la Taifa Tanzania, nileke pembeni gazeti hilo, ninishike gazeti la jamvi a jamvi la habari spoti, nikuambia ni habari gani zilizoandikwa kupitia hili gazeti katika uwanja wa michezo. Kuna habari hapa inasema Angelina Jolie aingia katika filamu za kutisha. Angelina Jolie aingia katika filamu za kutisha, pata habari kamili ukurasa wa 15 wa jamvi hili la habari spoti. Pia kuna habari hapa inasema stars yatangaza kikosi cha afcon mwaka 20 25 stars yatangaza kikosi cha Afcon mwaka 2025. Gamondi aonyesha mkakati mpya wa kupambana na vigogo wa kundi C. Gamondi aonyesha mkakati mpya wa kupambana na vigogo wa kundi C. Pia kuna habari hapa inasema Pakome aachwa kikosi cha Ivory Coast Afcon mwaka 2025. Pakome aachwa kikosi cha Ivory Coast ya Afcon mwaka 2025. Tukiendelea na habari hapa inasema aliyeng'ara Academy ya West Ham afunguka, anasema aliyeng'ara Academy ya West Ham afunguka. Apate habari kamili kupitia ukurasa wa 15. Hizo ni habari za michezo kupitia magazeti kwa siku hii ya leo tuliokuwa nayo hapa. Nikwambie tu Mpenzi mtazamaji wa Future Media TZ usiache kusubscribe, kushare ama kucomment pindi tu unapopata habari kupitia hii chaneli yetu. Na hapa ndio mwisho wa kukusomea habari za magazetini kwa siku hii ya leo. Nikwambie tu kwa heri, kesho nayo ni siku